Naji sanaoiinikapoa ma kwani umetokea wapi? hu Ah, mimi nimetoka jo, manze, nilikuwa nimeenda kutafuta job yeah, lakini nimepata nimefika late, wase washachukuliwa. Saa mimi nimekosa iza. Ah, jo yeah. Yeah. E, mimi manzee pia nataka kufika hivi mm -hmm nimtembelee ni hivi madaita. Unaenda oh, kwa demu wako? Yeah, yeah. Mimi nimeona hakuna haja ya kurudi kwa keja mapema. Yeah. Wacha tu niingiengie nitafute kitu ya kufanya. Ah, si wewe ina noma. Tutachapiana. Wacha niingie ingie, tutachapiana sisi. Wewe ndio uchafue bwana. Ah, ina noma. Nilikwambia nitakuletea yoga. Sawa, acha kuna pale nilikuwa nataka kwenda. Wapi? Ah, si wende tu utanipata hapa. Ah, bro. Ah, kumbe ulikuwa unakuja huko? Eh, nilikuwa nakuja hapa manze. Eh, noma sana. Eh. Hapa ni kwa demu wangu. Hapa ndio mali demu wangu ana stay. Atakuwa demu yako? Si ndio? Bro, si ni bibi yangu anakuanga mimi host hapa. Eh? Eh. Ni ukweli? Mama yangu. Eh. Fanya aje bro. Mademu hawezi fanya tukosane. Tumetoka na wewe mbali sana. Si ndio? Toka twende. Hawezi tufanyia hivyo. Wewe toka. Mademu hawezi. Toka twende. Twende twende bwana.